Mimi ni mhifadhi mwandamizi Seth Mihayo, niko katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo na hapa tunawakilisha uh, shirika la hifadhi za taifa Tanzania uh, kanda ya magharibi. Tuko kwenye maonesho haya tukitoa taarifa uh, za kuhamasisha utalii wa ndani na wadau wa sekta ya madini ni wadau muhimu sana ambao wanaweza wakawa ni watalii kwenye hifadhi zetu za taifa kama watalii wa ndani, lakini pia wakashiriki kwenye uwekezaji katika hifadhi zetu za taifa Tanzania, na hususan ambazo ziko kwenye kanda ya magharibi. Hifadhi za taifa Tanzania tumetenga maeneo mahususi kwa ajili ya uwekezaji wa sehemu za kufikia wageni. E, kujenga loji pamoja na mahema ambayo ni tented camp. Kwa hiyo tunahamasisha e, Watanzania kuja kutalii kwenye hifadhi zetu e, za taifa na hususani hifadhi e, ya taifa Kisiwa cha Rubondo, hifadhi ya taifa Burigi Chato, Ibanda Kerwa, Karagolumanyika, e, Burigi Chato Ugara mto Ugara pamoja na Gombe na Mahale. Kwa majina naitwa afisa uhifadhi mwandamizi Aldo Lumuliko Mduge, nafanya kazi kitengo cha utalii katika hifadhi ya taifa ya Burigi Chato. Lakini pia ndani ya hifadhi ya taifa ya Burigi Chato, ukija kutembea utajionea vitu mbalimbali, akiwepo mnyama adimu kabisa duniani ambaye yuko hatarini kutoweka, tunamwita ashi redi kolabasimangi au mbega mwekundu ambapo duniani ya asilimia ishirini wanapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Burigi-Chato pekee. Bila kusahau ndani ya hifadhi ya taifa ya Burigi-Chato tunao wale wanyama maarufu, yaani tunao tembo, tunao nyati, simba pamoja na chui. Kwa hiyo unaweza ukafanya tour yako, ukishafanya utalii ndani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo unaweza ukaunganisha sasa, ukaja Burigi-Chato, ukaingia ukaanza kujionea ya hifadhi ya taifa ya Burigi-Chato kwa sasa. Kwa yule mtu ambaye anataka kufanya malazi, anaweza kaja na mahema yake akalala. Kwa Mtanzania, gharama za kupiga kambi shilingi elfu tano na mia tisa pamoja na gharama za kuingilia ni shilingi elfu tano na mia tisa lakini hivi karibuni, tunategemea mwezi ujao, tuweze kuwa na malazi ambayo ni affordable kabisa kwa ajili ya watalii wa ndani na watalii wa nje. Mtanzania atakuwa analipia shilingi elfu thelathini na kitanda kwa usiku mmoja ukijumlisha na kiingilio. Manake mtanzania utakuwa unaweza kulala ndani ya hifadhi ya taifa ya Burigi Chato kwenye nyumba zetu nzuri za kitalii ambazo kimsingi zinatizama ziwa Victoria. Ukiwa ndani ya nyumba, umelala chumbani kwako, unaliona ziwa Burigi ambalo ndio kimsingi linabeba hifadhi ya taifa ya Burigi Chato, kwa gharama ya shilingi elfu arobaini na moja tu na mia tatu.